Hakuna changamoto inayotuumiza wanaume kama ile umemtumia demu nauli aje geto, alafu aji hiyo ha, inatuumiza sana okay. Na mbaya zaidi kinachotuumiza ni yale maneno yao wanayokuwa wanatuambia kabla tujatuma nauli. Mi kuna kipindi nilikuwa na deti na demu nikamuuliza uko wapi, akasema nipo omu. Unafanya nini? Sielewi, njoo nyumbani akasema sawa, nyumbani nitakuja, ila sasa sina nauli. Nikamwambia nauli sio ishu, si uhakika unakuja. Akasema yana hapa nilipo, nakwambia nilikuwa nawaza niende wapi, maana nimeboeka. Kwa hiyo nikiona tu nauli chapu nafika. Nikasema sio kesi, nauli elfu tano. Nikatuma dem, kimya. Nikamuuliza umeiona sasa, mbona ujatuma na kutolea? Au bora nisije tu, maana hela ya kiendacho kwa mganga. Dem akawa na jeuri kwamba sitayari, nishaingiza mguu mmoja, lazima ntaingiza yote na haichape Hatari. Akanambia bado elfu mbili ya kutolea. Sasa nikajiuliza, nikisema situme hii, tayari kuna elfu tano yangu. Nikaona famili rai, yaani japo sio ndugu yangu, acha ni muamini. Hi, kabla sijazibitisha meseji zake zikawa zinaingia, yaani bebi, na nilivyo kumisi leo vice alisema mpaka ichanganyikiwe. Mimi nasemaje, nataka nione vigora vya faya wakija kuuzima moto Jesus! na mimi akili ikanituma mbali, ila sikwenda. Nikawaza kama kweli yuko pale serious, acha nitume ya kutolea aje, na hivi ni siku yangu ya kuzaliwa leo, nataka niandike historia, mtoto wa kwanza kuiona dunia na kuira dunia. Hi, nikazipitisha ya kutolea. Nikamuuliza, umeiona? Ndio nimeiona, ngoja nimalize kuosha vyombo nakuja. Hmm? kabla sijatuma umesema umekaa tu umeboeka, hauna kazi. Nilivyothibitisha unaosha vyombo, auosi yombo kweli. Nilipompigia mara ya pili akafoka, mbona tunasumbuana? lakini au kisa hii nauli yako uliyonitumia kama nauli yako sema nikurudishie. Mi shakwambia nakuja, subiri, nakuja. Nikaona bora nirudishe nauli yangu, meseji ikaja ya mtandaoni, Kweli nauli umetuma kwa usahihi, ila sasa aliyepokea tayari kashatoa. Kuwa na subira, labda atakuja. Yani wao wenyewe hawana uhakika, wakati mibitukei nataka uhakika. Kesho yake nikamuuliza mbona jana hukuja? <laughs> Yani baby, na wewe punguza kunichekesha. Kwa furaha gani nilionayo, nilipitiwa na usingizi mimi. Sasa bora ungekuua mimi, napita jamani, mimi napita.